Karibu tena kwenye channel yetu ya bit online bili tano tano. Leo tukiwa na mada ya VPN ambayo ina inaweza kufungua TikTok bila tatizo. Unajua wewe, oh, utakuwa pia ni miongoni mwa watu ambao mnateseka sana kuingia kwenye TikTok. Sasa na pia kama ulibahatika kupata VPN za kuingia nyingi, huwa zinasumbua. Ni unaweza ukaingia, uka, uka na ukapata VPN ukaingia, lakini bado ikaa inasumbua. Sasa mimi ndo naoje kuelekeza VPN ambayo naona ndo no, no, iko vizuri inafanya kazi vizuri hapa. Cha kwanza nimeingia ni kwenye TikTok ili uone namna ambavyo ipo smooth kwangu hapa. Hivi ukiangalia, kama hii content ya hii content ya bono nimeweza be, kuingia, alafu pia naweza kufungua hadi komenti. Ukiangalia vipeni nyingi, ukisha connect, lakini ukija hata komenti haifungui, lakini hapa hivi inafungua komenti bila shida. Kama unavyoona hapa, komenti zinafunguka bila shida, ila ukiingia kwa kawaida bila vipeni au ukaingia na vipeni ambazo hazina kasi, inakuwa haifungui yi. Kama unavyoona inafungua. Baada ya kuelekeza kuonyesha jinsi inavyofanya kazi hapa, naenda kuelekeza namna ya kuidownload na namna, namna ya kuiconnect. Ah, hapa hivi unakuja kwenye Play Store yako au App Store kwa watumiaji wa iPhone, unaenda kwenye nani search engine hapa Ukishafika hapa unaandika una wali wali wali wali VPN apa, yi, yu, sa kwenye, lazima itakuja hapa hivi, VPN ndio hii hapo, unaona yenye kilogo cha wali afu ina nne juu Unja na ichore hapo, VPN yenyewe ni hii. Kwa hiyo kisasa chiko kwenye hiyo, kama ni Play Store au App Store, una search unapata, una, unaona hii VPN ya hii. VPN ndio yenye kasi ya katika VPN ambayo haitakubabaisha ni hii hapo. Haya, kitu cha kwanza sasa unaingia kwenye VPN yako, unaingia kwenye VPN yako. Hapo mimi tayari nisha isto kwenye simu yangu. Unakuja hapa una openi Ukisha open itakwambia is to profile kila kitu halafu itakuleta hapa hivi. Kisha kuleta hapa unabonyeza bonyeza ka button cha kuconnect. Kwanza kabla ku, hivi pia kuna muda kama inakuwa inasema si need authorization. Ukishaanza kuona inaleta hiyo inabidi unaenda una kwenye clear cache. Kisha clear cache unakuja hapa unabonyeza hapa connect, kama kwa kwa haijaleta hiyo hiyo na nilia authorization hiyo Unakuja tu hapa unabonyeza i e connect, unasubiri i e connect ikisha, e ikisha connect tu hapo tayari. Hapa ikisha connect, ikisha connect unaenda zako kwenye TikTok yako unaenjoy. Alafu pia una, sio lazima TikTok, unaweza ukaenda kwenye Telegram, ukaenda kwenye, je Twitter, ukaenda Google kwenye zile site ambazo zimeblokiwa, ko mwenyewe utaangalia kwa matumizi, lakini hivi VPN haziwezi ikakudisappoint. VPN iko vizuri sana, mimi mi nimeshafanya research, nimetumia VPN nyingi sana. Hii hapa VPN haita kuangusha. Kwa hiyo ukipata nafasi, nenda kaidownload kwenye Play Store au App Store.